Palikuwa ni saa kumi alfajiri katika jiji la Arusha, anga likiwa limetandwa na mawingu mazito ya baridi ya Mlima Meru. Mtaa wa Levolosi ulikuwa bado kimya, isipokuwa sauti ya mlinzi aliyepita kwa whistling na joto la chai lililokuwa likivukiza katika vibanda vya mamalishe waliokuwa wakijiandaa kwa siku mpya ya mapambano. Katika kona ya barabara ya soko kuu, msichana mmoja alijaribu kuweka vizuri mguu wake wa bandia kabla ya kuanza safari ya kwenda kituo cha mabasi. Jina lake ni Mara alikuwa na miaka ishirini tu, lakini macho yake yalionekana kama ya mtu aliyeshuhudia misimu mingi ya mateso. Mguu wake wa kushoto ulikatwa alipokuwa na miaka tisa baada ya kugongwa na lori dogo la kampuni ya usafirishaji. Dereva alikuwa mlevi, kesi iliishia bila majibu yoyote mahakamani. Tangu siku hiyo, maisha ya Mara yalibadilika. Baba yake alimuacha mama yake, mama yake aliugua moyo, akawa dhaifu mno kufanya kazi na sasa wanategemea kile kidogo ambacho mara alikuwa anakipata kwa kuuza vitumbua na maandazi kila asubuhi. Lakini siyo biashara yake tu ilimpa maumivu, bali midomo ya watu. Kila alipopita, kulikuwa na sauti zinazosema msichana wa mguu mmoja anatuletea vitumbua, ataweza hata kusimama jikoni kweli? Hivi huyu hajajifunza kuomba misaada badala ya kutudanganya na biashara? Lakini mara alinyamaza, aliamini jasho ni ibada na ndoto yake kubwa haikuwa kuuza vitumbua bali kuwa mbunifu wa mavazi ya Kiafrika kwa ajili ya watu wenye ulemavu na wasio walemavu. Kituo cha kwanza alikuwa nakwenda kila siku ni chumba kidogo kilichojengwa nyuma ya jengo la zamani la ofisi za halmashauri ya jiji, mahali ambapo rafiki yake mmoja fundi cherehani mzee aitwaye Babu Salehe alimfundisha kushona bila kumwonea huruma mguu wake. Babu Salehe alimwambia siku moja, mguu wako hauwezi kutembea haraka, lakini akili yako inaweza kukimbia dunia nzima. Alimwamini Mara, alimfundisha kutumia mashine ya kanyagio, alimruhusu kutumia mabaki ya vitambaa, na alimpa nafasi ya kushona gauni lake la kwanza kwa mikono yenye madoa ya mafuta na matetemeko ya wasiwasi. Wakati huo huo, nyumbani kwao, mama yake Mara alikuwa akizidi kudhoofika. Deni la kodi lilikuwa limefikia miezi mitatu. Mmilikaji wa nyumba alishaanza kuandika maandishi kwenye ukuta: nilipeni au muondoke. Mara alianza kushona hadi usiku wa manane. Alikuwa hana umeme, hivyo alitumia kibatari, macho yake yakiwa mekundu kwa usingizi na mwili wake ukiuma kutokana na mkao wa muda mrefu, lakini hakutaka kuacha. Siku moja, binti mmoja kutoka mjini aitwaye Sabrina, mwanablogu maarufu wa mitindo, alifika Levolosi kutafuta nguo za kipekee kwa ajili ya harusi ya rafiki yake. Alipomwona mara akiwa amevaa aproni ya vitambaa akiwa ameketi kando ya kibanda cha babu Salehe, alimkaribia na kumuuliza wewe ndo umeshona hili gauni la batiki lililoning'inia hapa? Mara alitetemeka ndiyo, ni jaribio tu. Sabrina alitabasamu jaribio lako lina ubunifu kuliko kazi nyingi ninazoona madukani. Akanunua lile gauni kwa elfu hamsini, pesa ambayo mara hakuwa amewahi kushika mara moja tangu kuzaliwa kwake. Lakini kilichotokea baada ya hapo kilikuwa mwanzo wa mapambano mapya. Mara tu baada ya Sabrina kuposti picha ya gauni hilo, watu walianza kuulizia nani alilitengeneza. Wengine walimpongeza lakini wengi walimshambulia: mbunifu wa mguu mmoja mnatuchezea akili? Huo ni huruma tu ya kimasikini, si ubunifu. Gauni limetengenezwa kwenye kibanda kichafu, linafaa kweli kuvaa? Ndipo mara akasimama mbele ya kamera ya simu yake na kusema kwa mara ya kwanza, kama mnaniona mlemavu, basi ni kweli. Kama mnaniona masikini, mna haki. Lakini mkiniona kama mtu asiyeweza kufanikisha ndoto zangu, hapo mnajidanganya nyiye wenyewe. Na hapo ndipo simulizi lake halisi lilipoanza kuvuma. Baada ya Sabrina kuposti gauni lake la batiki, hakukuwa na utulivu tena kwa Mara. Aliamka siku iliyofuata na kukuta simu ya Babu Salehe ikilia bila kukoma. Kila aliyepiga alikuwa anataka kujua mahali alipo msichana mbunifu wa mguu mmoja. Wengine walitaka mahojiano, wengine walitaka mavazi, wengine walitaka tu kujua kama kweli ni mlemavu au ni kiki. Hiyo ilikuwa habari njema kwa wengine, lakini kwa mara ilikuwa mwanzo wa maumivu mengine mapya. Siku mbili baadaye, wakiwa bado wanashangaa umaarufu huo wa ghafla, vijana wawili waliovaa suti za bei rahisi walifika kwao na kujitambulisha kama wawakilishi wa kikundi cha kusaidia wajasiriamali vijana. Wakatoa ahadi za kumsaidia mara kufungua duka kubwa la mavazi katikati ya jiji, walisema wana wafadhili kutoka nje ya nchi. Waliomba mara ajiunge na kundi lao kwa haraka kabla nafasi haijajazwa. Mama yake mara alifurahi kupita kiasi hata kabla hawajamaliza mazungumzo, lakini babu Salehe alikaa kimya tu, akawaangalia kwa macho ya mashaka. msichana wetu bado mchanga, mpe muda afikirie, alisema kwa sauti ya upole lakini yenye msisitizo. Walienda zao na wakapotea. Siku tatu baadaye, mara aligundua kuwa ukurasa wake wa mtandao ulikuwa umetekwa. Jina la akaunti yake likabadilishwa, picha zake zikaondolewa, na stori za kazi zake zikatupwa mbali. Kila kitu kikawa kimya. Wale vijana walikuwa wamepata kila kitu alichokuwa anajenga: jina lake, kazi yake, hata picha alizotuma kwa Sabrina. Wakaanzisha ukurasa mwingine na kuanza kuuza mavazi wakitumia jina lake bila yeye. Wakaandika hata taarifa ya uongo, mara anaendelea kupokea matibabu India, lakini kazi zake bado zinapatikana kupitia sisi. Mara alidhalilika hadharani, watu waliomwamini wakaanza kumtilia shaka wengine walimtukana wakisema anatumia ulemavu kama njia ya kujipatia umaarufu na misaada ya huruma. Wengine wakasema hili ni genge jipya la walemavu waliojifunza kutumia mtandao kuibia watu. Mara alitaka kuacha, alitaka kurudi kuuza vitumbua kama zamani, lakini usiku mmoja alipokuwa akimsaidia mama yake kuvua viatu, mama yake alimwangalia kwa macho yaliyojaa upendo wa maumivu na kusema, usinilazimishe nikubembeleze wewe ambaye umefikia mbali kuliko nilivyowahi kufikiria kama dunia haitaki kukuona, waonyeshe, waambie, mimi sitembei kwa haraka, lakini naelekea mbali. Maneno yale yalimgusa Mara. Asubuhi yake alienda kwenye ofisi ya halmashauri ya jiji kuomba msaada wa kisheria. Hakujua hata pa kuanzia. Wengi walimpuuza, wengine walimshangaa, lakini ofisa mmoja wa jinsia alimsikiliza, akasema, tutaanza uchunguzi lakini utahitaji ushahidi na muda. Huu sio mchezo mdogo. Kwa kipindi hicho, Mara alilazimika kuanza upya. Akaanzisha ukurasa mpya wa Instagram kwa jina jipya, mwendo mmoja. Akaandika ujumbe mmoja tu, walininyang'anya jina langu, lakini hawataweza kuchukua ujuzi wangu. Akarudi kwa babu Salehe, wakaongeza saa za mafunzo. Akaanza kushona kila usiku, kila mchana, akijitengenezea mtindo wa kipekee, mavazi yaliyotengenezwa kwa mkono yenye maelezo ya sauti ya walemavu. Kila vazi lilikuwa na jina: nguvu, majuto, kuvumilia, kukataa, kudharaulika mwanzo mpya. Lakini wakati hayo yakiendelea, changamoto nyingine kubwa ilikuwa inatisha kutoka ndani. Afya ya mama yake iliendelea kudhoofika. Daktari alisema moyo wake unahitaji vipimo maalum, lakini gharama zilikuwa kubwa kuliko uwezo wao. Wakati huo Mara alilazimika kuchagua kati ya kuuza mashine ndogo ya kushonea aliyokuwa amepewa na babu Salehe kusaidia matibabu ya mama yake, au kupambana kutafuta njia ya kuchuma kwa juhudi bila kugusa hiyo mashine alikesha usiku kucha akitazama mashine hiyo na kadi ya matibabu, machozi yakimtoka kimya kimya. Usiku uliofuata mara hakuweza kulala. Alikuwa ameketi sakafuni pembeni ya mashine yake ndogo ya kushonea aliyopata kwa tabu. Mikono yake iliishika kadi ya matibabu ya mama yake kwa nguvu, kana kwamba angeweza kuitafuna na kuigeuza kuwa fedha. Sauti ya babu Salehe ilimjia akilini, ukitoa chombo cha ndoto zako utabaki na kumbukumbu, si suluhisho lakini alijua pia kuwa mama yake alikuwa akiishi kwa maumivu ya kila siku. Asubuhi ilipowadia, Mara alienda kimya kimya hadi kwa mzee mmoja anayeuza vifaa chakavu sokoni Kilombero, akamsalimia kwa adabu na kuonyesha mashine yake ya kushona. Unauza hii? Mzee aliuliza, akitizama mashine ile kwa makini. Ndiyo, Mara alijibu, bila kueleza sababu. Na unataka kiasi gani? Tafadhali nitafutie tu mtu wa kuhitaji haraka, bei siyo shida aliporudi nyumbani machozi yake yalikuwa yamemalizika, lakini moyo wake ulikuwa kama kitambaa kilichoratuliwa. Siku hiyo hiyo alikwenda na mama yake hospitali ya Mount Meru kwa ajili ya vipimo. Matokeo yalikuja: mama yake alihitaji upasuaji mdogo wa moyo, lakini wa gharama kubwa, milioni moja na nusu. Mara alidua, tayari alikuwa ameanza safari ya kujitoa, lakini sasa hakujua aende wapi. Kama kwa miujiza, Sabrina alimpigia simu jioni ile ile Nimekuwa nikikufuatilia kimya kimya, Mara. Nimeona kazi zako mpya, nimeona ujasiri wako. Nataka nikuandaye kwa maonyesho madogo ya mitindo ya wanawake wajasiriamali jijini Moshi wiki ijayo. Unaweza kuja? Mara alinyamaza. Alitamani kusema hapana, hana vifaa, hana mashine, hana nauli, lakini kinywa chake kilisema kwa ujasiri wa ghafla: Ndiyo naweza kuja. Siku mbili zilizofuata alikuwa akiomba msaada kwa marafiki wachache, kukopa vitenge vilivyobaki kwa Babu Salehe na kushona kwa mkono kila kitu. Alitengeneza mavazi manne tu, lakini kila kimoja kilikuwa na ujumbe. Siku ya maonyesho ilipofika, alifika Moshi akiwa kavalia vazi la rangi ya udongo lililokuwa limeandikwa kwa urembo, sitaki huruma, nahitaji nafasi. Alisimama mbele ya watu matajiri, waandishi wa habari na wanamitindo maarufu, akiwa na hofu moyoni lakini msimamo usoni alizungumzia historia yake, alieleza kuwa aliuza mashine yake kwa ajili ya mama yake, lakini hakuwa ameacha ndoto zake. Kusimama kwake kulisababisha ukimya wa aina ya heshima. Kisha Sabrina akapanda jukwaani na kusema, kwa hadhira hii, tunaanzisha harambee moja kwa moja kwa ajili ya matibabu ya mama wa Mara, lakini zaidi ya hapo, tunahitaji kumrudishia mashine yake. Katika dakika ishirini tu walipata zaidi ya milioni mbili. Watu walitoa si kwa huruma tu, bali kwa heshima. Mzee mmoja aliyekuwa mgeni rasmi alinunua vazi lake la mwisho kwa shilingi laki saba kama kumbukumbu ya ujasiri wa msichana mlemavu aliyeamua kutembea upande mmoja, lakini akabeba matumaini ya wengi. Mara alirudi Arusha akiwa na mashine mpya, pesa ya matibabu ya mama yake, na zaidi ya hapo, jina lake halali likiwa limerudishwa mikononi mwake. Lakini changamoto hazikuisha. Mara aliporudi, alipata barua ya notisi ya kuondoka kwenye nyumba yao. Wamiliki wa nyumba walikuwa wameisukuma familia yao kuondoka ili wajenge apartments mpya. Hawakutaka tena wapangaji wa hovyo na walemavu wa kupigiwa kelele kwenye vyombo vya habari. Akasimama, akatazama barua ile, na kwa mara ya kwanza akacheka kimya kimya. Sawa, sitatafuta chumba kingine, nitajenga changu. Ndoto mpya ilianza, ndoto ya kujenga duka lake mwenyewe, mahali pa kazi pa mafunzo kwa mabinti wenye ulemavu, na pa matumaini kwa waliodharauliwa. Miezi miwili baadaye mara alikuwa amerudi Arusha akiwa mtu mpya. Mama yake alikuwa amepona taratibu japo sasa alihitaji huduma ya karibu kila siku. Akili ya Mara haikupumzika. Kila alipotazama pembe yoyote ya jiji hilo aliona fursa. Lakini pia aliona ukuta wa chuma mbele yake, mfumo wa kifedha. Alihitaji eneo la kufanyia kazi, si kwa ajili yake tu, bali kwa ajili ya ndoto yake mpya. Kituo cha mavazi ya ujasiri, mahali ambapo mabinti wenye ulemavu waliodharauliwa na waliotelekezwa wangeweza kujifunza kushona, kujiamini, na kuuza kazi zao bila kutegemea huruma ya mtu yoyote. Alienda benki zaidi ya tatu: CRDB, NMB, NBC. Kila mahali aliambiwa hivyo hivyo: tunahitaji dhamana yenye thamani, nyumba, kiwanja au mali ya kudumu. Una historia ya kifedha inayoweza kuaminika? Una akaunti ya miaka miwili mfululizo na miamala ya kawaida? Kwa kila swali mara alijibu kwa uaminifu. Alikuwa hana chochote isipokuwa jina lake na kazi za mikono yake. Wakati mwingine alikaa kwa viti vya nje ya benki saa mbili bila kupata jibu, mpaka walinzi walimshauri dada, jaribu kutafuta mfadhili wa NGO, vitu hivi si rahisi kwa watu kama sisi. Lakini Mara alikataa, alijua hakuna NGO inayoweza kumpa heshima kama ile ya kuanzisha kitu chake mwenyewe. Ndipo siku moja alipojua kuhusu mfuko wa halmashauri ya jiji Mfuko wa kusaidia vijana na wanawake kwenye mfumo rasmi wa benki. Lakini kulikuwa na masharti: mradi uwe na kikundi, uwe umesajiliwa na uwe na mafunzo ya msingi ya biashara. Hapo ndipo changamoto mpya zilipoanza. Mara alianza kutafuta wasichana wengine wenye ulemavu mitaani, waliokuwa wakiuza barabarani, waliotelekezwa na familia, waliodhulumiwa kazini. Kila aliyemweleza ndoto yake alimwambia, tunaamini ndoto yako, lakini hatuna imani kama jamii hii itatupokea. Mara alifanya mikutano mitaani, akazungumza na wanawake mashuleni, akawatafuta waliokata tamaa. Alifanikiwa kupata mabinti sita wa mwanzo, walisaini pamoja na kuunda kikundi chao kwa jina Ulemavu ni wa mwili, sio akili. Wakati wanasubiri majibu ya mkopo, wakaanza kushona kwa mashine za mkono walizochangishana. Kila jioni, walikuwa wakikutana kwenye banda dogo la mbao lililotelekezwa nyuma ya nyumba ya babu Salehe. Walipata kazi ndogo ndogo kutoka kwa wanawake wa mtaani: nguo za harusi, sare za shule na nguo za harusi, sare za shule na nguo za harusi za jadi. Ndipo wakatokea watu waliokuwa hawawezi kuhimili mafanikio yao. Wenye maduka makubwa ya nguo waliona kama wanapokonywa wateja, walianza kuwatisha, kuwatukana, hata kusambaza uvumi kuwa nguo zao zilikuwa zinalaaniwa na ulemavu walio nao. Waliweka mabango mtaani yakiandikwa, tunaunga mkono ubunifu wa kweli, si huruma ya mitandaoni. Fundi asiyeweza kusimama hawezi kushona nguo ya maisha yako. Wengine walivunja dirisha la banda lao wakapora baadhi ya vifaa. Mara hakukata tamaa, aliketi chini na wasichana wenzake na kusema, huu ndio wakati wa kuonyesha kama sisi ni wa kuhurumiwa au wa kuogopwa. Wakaongeza kazi, wakafanya kampeni mitandaoni, wateja wakarudi. Picha ya Mara akiwa amevaa vazi la shanga na fimbo ya mbao ikawa nembo ya uthubutu na hatimaye siku moja asubuhi, simu ililia. "Hujambo dada Mara, tunapenda kukujulisha kuwa maombi ya mkopo kupitia halmashauri yamepitishwa. Mtakabidhiwa milioni tatu kwa ajili ya kuanzisha kituo cha mafunzo." Mara alipigwa na butwa, alilia, hakusema neno. Kisha aliwaambia wenzake kwa sauti ya kupasua ukimya, huu si msaada, hii ni zawadi ya subira. Wakaanza kutafuta eneo la kupangisha, wakakutana na mzee mmoja aliyekuwa na ghala lililotelekezwa Alipowaona na kusikia historia yao aliwapa kwa bei ndogo mno. "Hili ghala lilikuwa limejaa vumbi, lakini nyiye mnaonekana mna ndoto kubwa kuliko vumbi hili." Wakaanza kulisafisha kwa mikono yao wenyewe, kwa sabuni, kwa furushi la plastiki, kwa rangi iliyochanganywa kwenye kopo za maji. Kuta zikaandikwa maneno: nguvu ni kutokata tamaa, ulemavu si mwisho, ni aina ya mwanzo, ulemavu ni wa mwili, siyo akili. Na hapo ndipo kituo cha mavazi ya ujasiri kilipozaliwa rasmi lakini faraja hiyo haikudumu sana. Siku moja walipoamka, walikuta barua nyekundu kwenye mlango. ardhi hii inabishaniwa kisheria, msimamizi wa mirathi anadai jengo hili halikuruhusiwa kupangishwa, ondokeni ndani ya wiki mbili. Ndoto yao ilikuwa tena shakani. Upepo wa baridi wa Arusha ulivuma kwa nguvu ile siku Mara alipokuta barua nyekundu imebandikwa mlangoni mwa kituo chao kipya, alisoma kwa macho yaliyoganda Ardhi hii inagombaniwa, mirathi ya marehemu haijamalizika, mkataba wa upangaji ni batili. Ondokeni ndani ya siku kumi na nne. Mshtuko wa ghafla ulimwingia. Alikaa chini ya ukuta aliokuwa ameuandika maneno yake mwenyewe, nguvu ni kutokata tamaa. Wasichana wenzake walikuja moja baada ya mwingine, kila mmoja akiwa na hofu isiyosemwa. Walikuwa wameanza kuamini kuwa hatimaye wamepata mahali pao pa amani, pa kuota, kushona na kupona lakini sasa walikuwa wanatakiwa kuondoka tena. Mara alikusanya wote ndani ya kituo hicho, alisimama mbele yao, japo moyo wake ulipasuka vipande vipande, akasema kwa sauti ya chini lakini yenye uthabiti, ndoto zetu hazina hati miliki ya mtu. Kama hatuna ukuta, tutashona hewani. Kama hatuna dari, tutafanya chini ya mti, lakini hatutarudi nyuma. Mmoja wa wasichana waliokuwa chini yake, Nasra binti wa miaka kumi na saba mwenye mguu uliopinda alinyanyua mkono huku akilia, Mara, kwa mara ya kwanza maishani nimejifunza kuamini tena, tusirudi barabarani tafadhali. Hapo ndipo Mara alipogundua kituo chao hakikuwa jengo tu, kilikuwa faraja ya waliojeruhiwa, sauti ya waliodhulumiwa na mwanga kwa wale waliopotezwa. Akaanza harakati mpya kutafuta haki kisheria. Alienda kwenye ofisi ya sheria ya umma, akamsimulia kila kitu. Mwandishi mmoja mstaafu aitwaye Bi Elizabeth alimchukua kama kesi ya kipekee. Akasema Mara, hii siyo vita ya kiwanja tu, hii ni vita ya uthibitisho kwamba hata waliopuuzwa wana haki ya ndoto zao kulindwa. Walifungua jalada, wakatafuta vielelezo, wakaanza kusaka warithi waliodai ardhi hiyo. Kugundua ukweli kuliibua sura mbaya. Mmoja wa warithi alikuwa diwani wa zamani wa mtaa huo mwenye mamlaka, pesa na mawasiliano yenye nguvu serikalini. Siku ya kesi ya kwanza mara na Bi Elizabeth walifika mahakamani. Diwani huyo alikuwa amevaa suti ya kijivu na kofia ya heshima, akichekacheka na mawakili wawili waliomwandama mara kwa maswali ya kejeli. kwa nini msichana mwenye ulemavu anaongoza kundi la kushona? Unao uelewa wowote wa masuala ya mali, hati, sheria? Huoni kuwa unakosea kutumia pesa za umma kufadhili uongozi wa kihuruma? Mara alikaa kimya, lakini Bi Elizabeth akasimama na kusema Waheshimiwa, kama kuna uhalali wa kupora ndoto kwa kutumia vyeo, basi haki haipo kwa wote. Tunahitaji muda wa kutafuta ushahidi, msichana huyu hafai kuondolewa kabla kesi haijamalizika. Na mahakama ikakubali zuio la muda la kuwatoa likatolewa. Walirudi kwenye kituo chao wakiwa wamechoka, lakini na matumaini mapya. Mara alitazama paa lao lililopigwa na mvua, ukuta uliochorwa maandiko, na wasichana waliokuwa bado na sindano mikononi na akajua hii haikuwa hadithi ya kuanza na kuishia. Aliamua kufanya jambo lisilotarajiwa, alitangaza wiki ya uwazi. Wiki hiyo aliwakaribisha watu wote wa Arusha, wateja, waandishi wa habari, wanamitindo, wanafunzi wa chuo na hata wafanyakazi wa serikali kuja kujionea kazi za kituo hicho. Waliandaa maonyesho, mafunzo ya bure ya kushona na warsha za kujitambua. Hawakuchaji hata senti, walitoa kila walichonacho. Watu walifika kwa wingi miongoni mwao alikuwa mwanamke mmoja aliyevaa mavazi ya kawaida mwenye miwani na daftari mkononi. Aliwauliza maswali ya kina, akasikiliza kila stori. Mwishoni mwa wiki ile alijitambulisha kwa Mara, jina langu ni Dr Lilian. Mimi ni mshauri wa SADC kwa miradi ya wanawake na maendeleo. Kazi yenu imenivutia na ninapendekeza iwakilishwe katika mkutano wa Afrika Mashariki utakaofanyika Nairobi mwezi ujao. Mara alishindwa kuamini lakini mbele ya macho yake, maumivu yake yakaanza kubadilika kuwa baraka. Safari ya Nairobi ilikuwa ya kwanza kwa Mara kusafiri kwa basi kwa zaidi ya saa kumi, akiwa ameketi kwenye kiti cha dirisha, mguu wake wa bandia ukiwa umefungwa vizuri, kichwa chake kimeegemea kwenye kioo, macho yakiwa hayafumbi. Hakulala hata dakika moja, akili yake ilikuwa mbali, ilikumbuka yale aliyoyapitia, watu waliomshusha thamani na wale wachache waliomwinua kwa imani. Mkutano wa wanawake wa wanawake Afrika Mashariki ulifanyika kwenye hoteli ya kifahari katikati ya Nairobi. Mara alipewa nafasi ya kuzungumza mbele ya viongozi wakuu wa taasisi na wanawake wa jasiriamali kutoka Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi na hata Afrika Kusini. Alisimama mbele ya kipaza sauti akiwa amevaa vazi alilolishona mwenyewe, gauni la vitambaa vya batiki na leso lililoandikwa juu ya kifua: Mungu akikupa kilema hawezi kukunyima mwendo. Alichukua pumzi ndefu, akasema: mimi si mwanasheria, siyo mfadhili, sio mwekezaji mimi ni msichana mlemavu kutoka mtaa wa Levolosi, Arusha. Nilidhani mapambano yangu ni kwa ajili ya kutafuta mkate wa kila siku, kumbe ni zaidi ya hapo. Ni sauti kwa wale waliokataliwa, kabla hawajasemwa. Ukumbi ulitulia kimya, kila neno lake lilikuwa kama mshale wa tumaini kwa waliokata tamaa. Baada ya hotuba yake, wanawake wengi walimfuata, wengine walimkumbatia, wengine walimweleza kuwa walikuwa wamekata tamaa kabisa kabla ya kusikia maneno yake. Mmoja alilia na kumwambia Nilidhani ulemavu wangu ni mwisho wa kila kitu, lakini sasa naona ni mwanzo wangu mpya. Aliporudi Arusha, mambo yalikuwa yamebadilika. Habari za hotuba yake zilisambaa kila kona. Gazeti la serikali lilimpa ukurasa wa mbele, televisheni za taifa zilimhoji, hata mkuu wa mkoa alimtuma mwakilishi kumpongeza kwa kulinda heshima ya Arusha mbele ya dunia. Na taarifa nyingine nzuri ilimsubiri. Bi Elizabeth alimwambia mahakama imeamua, mlalamikaji hakuweza kuwasilisha hati halali za umiliki. Ardhi hiyo imekubaliwa kuwa mali ya halmashauri na mkataba wenu wa upangaji ni halali, mnaweza kuendelea bila wasiwasi. Mara alianguka chini na kulia, sio kwa uchungu tena, bali kwa ushindi. Kituo chao kilikuwa salama. Mwaka mmoja baadaye, kituo cha mavazi ya ujasiri kilikuwa kimeajiri mabinti ishirini na nane, watano wakiwa walikuwa walemavu wa viungo watatu walikuwa waathirika wa ndoa za utotoni na wengine walikuwa yatima waliotelekezwa. Kila msichana alipata mafunzo, mavazi na mahali pa kulala kwa muda wa miezi sita. Mara alihakikisha kuwa hakuna anayeshushwa kwa hali yake na kila mtu anatoka pale akiwa na uwezo wa kusimama kwa miguu yake, hata kama ni mguu wa bandia kama wake. Mama yake aliendelea kuishi kwa furaha pembeni ya kituo hicho, akisaidia kama mlezi wa mabinti waliokuwa bado na hofu moyoni. Babu Salehe alifariki miezi mitatu baadaye, lakini kabla ya kufunga macho yake ya mwisho, alimwambia Mara, niliamini katika kipaji chako, lakini sikuamini kama ujasiri wako unaweza kuwa ngao ya wengine. Hongera mwanangu, umeandika historia bila kalamu. Na kwa heshima yake, Mara alibadilisha jina rasmi la kituo hicho kuwa Kituo cha Salehe kwa mavazi ya ujasiri. Na ndivyo maisha yake yalivyoendelea, si kwa mwendo wa kasi bali kwa mwendo wa upande mmoja uliojaa msimamo, upendo na ushindi usiohitaji kelele.